Kilio cha mwisho. Mtunzi wako ni Jumbe Ibrahim, msimulizi wako ni Lizo Mavoice. Mapenzi ni kama upepo, hayaonekani, lakini nguvu yake inaweza kubomoa moyo uliokuwa imara. Hii ni hadithi ya kijana aitwaye Salimu na msichana mmoja mrembo sana aliyeitwa Amina. Waliwahi kuamini kwamba dunia ingewasikiliza. Kumbe dunia ilikuwa kimya. Salimu alimpenda Amina kupita maelezo. Alimwonyesha dunia, alimpa muda, akamsikiliza hata alipokosa la kusema. Lakini kama ilivyo kawaida ya moyo wa binadamu, unachoka hasa unapopenda peke yako. Siku moja Amina alianza kubadilika. Simu zikawa hazipokelewi, meseji hazijibiwi na ahadi zikawa ndoto zisizo na usingizi. Lakini Salimu hakukata tamaa, aliamini labda ni wakati tu utapita. Usiku wa tarehe sita Julai alipokea ujumbe mfupi sana uliosomeka: samahani, nimechoka, siwezi tena kupigania hisia ambazo zimekufa. Maneno hayo yalitosha kumvunja moyo Salimu. Alikaa kimya muda mrefu, akaweka simu pembeni, na machozi yakaanza kumtoka bila sauti. Hakujua kama ni hasira huzuni au maumivu ya kukubali ukweli. Siku zimepita, miezi imegeuka miaka, lakini kila mvua ikinyesha, Salimu bado humwona Amina kwenye mawazo yake, anasikia sauti yake ikimuita kwa mbali, kana kwamba yupo karibu, lakini moyoni anajua hiyo ni kumbukumbu kumbu tu. Wanasema mapenzi ya kweli hayaishi, ila wakati mwingine hufa mikononi mwa ukimya, na kwa Salimu kilichobaki ni kilio cha mwisho. Ulikuwa ni mwendelezo wa simulizi iliyoandikwa na Jumbe Ibrahim, likisimuliwa na mimi Lizo Mavoice. Kumbuka, mapenzi ya kweli hayaishi, ila moyo ukiumia hufundisha thamani ya upendo. Asante kwa kusikiliza Kilio cha Mwisho. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu ya YouTube ya Lizo Mavoice kwa simulizi zaidi zenye kugusa nafsi. Lizo Mavoice Studio. Sauti inayosema kwa hisia.